Leo tuko na mapishi ya sombe. Hizi ni sombe za fresh za kutoka mashamba, hizi ni za kushamba simnana sombe kabisa. E... apa tuko Kentaki tunakulaka vitu vya fresh, vitu vyenye vikingali bio, vitu hmm, vya mzuri hako ile masombe ya mafrigo, neshshamalizamo miaka tano mafrigo

Eh, mafuta yetu pale ya mawesi ya kutia msombe. Nilikuambia leo ni mapishi tu ya sombe. Hapa tunamaiza kukalanga sombe yetu. Hapa tunamaiza kukalanga sombe yetu. Tunataka sasa kuisaga mashini sombe yetu. Njoo ile. Hii ni mambo ya sombe. Kutia msombe yetu. Tuna mapuavro hapa. Tuna mapuavro. Tunaona kitunguru kwa rona tuluka hapa. Tuko na aubergine yetu hapa mbili mbili, tutatia mo mbili juu. Sombe ni za mingi, sombe ni za mingi, box ya mbili ya sombe tunataka tuzitengeneze, tutie mo frigo, baadaye tutakuwa tunakula kidogo kidogo, lakini lazima tutie viungo bi vyote ndani. Ndio hiyo tutatia mo sombe yetu mama Ae, kupiga sombe ni nikukua umejipanga kama kujipanga hmm? Mzuri, mzuri. Sombe haziwezi kuwa tamu. Tulikuwa tusha sa kitungulu kingine njochapo shnatatengeneza ai e, sombe kama unazipiga mbio mbio mbio mbio zitakuwa mbio, mbaya. Lazima kwanza ujiandae vizuri vizuri, hmm? Lazima ujiandae ndo upike sombe yako. Mosisau, leo tuko na anda sombe hmm? Leo tuko na mandalizi ya sombe, tunataka tusage sombe zetu tuzitie mofrigo eh? Tunanua sombe za majani tunazitengeneza, baada tunatia mofrigo hapo hmm? tunataka tukule chakula ya mzuri. Hapo tuko na mapoavro rozi matunguli kwa hapa kila kitu, na kwa hapa za mzuri, natushazienda hapa e, tunataka takata hii oberishini, ndio tunataka tengeneza. Baada ya hapo sasa tuna enda kusaga sombe zetu hiyo e, oberishini yetu hatutaimenya, na nakama tunataitia msombe hatuwezi kuimenya, hatuwezi kuimenya fana ya tukumashini hivo hivo tunasaga njo sombe nakwaka bien. Hapa ni kutengeneza sombe, tutazikula masiku mingi, hata miezi ngapi tuko nakula sombe yetu ya bien kwa hmm, pamoja. Okay, hapa tunamaliza kutengeneza kila kitu hmm, tunamaliza kutengeneza kila kitu. Hapa tunataka sasa kwenda kusaga zile sombe, mliona sombe, mliona pale tulibonyesha, mliziona eh? Hapa sasa tunaanza sasa kazi ya kusaga, baadaye tunatia masashe, tunaweka singine kidogo, tunazipika. Tunaonja kwa kiasi zinakuwa. Baadaye yapo tunaziweka mafuta yetu kwa pale, mafuta mawesa mazuri sana. Tukutane tena baadaye, na tuko tunasaga sombe yetu mm. Ya, mashini yetu ndio hapa, tunataka tuiungaunge hapa Njoo tuanze sasa kusaga sombe zetu. Njoo mashini yetu ya sombe hii, mashini yetu tuishaitengeneza. Hapa apa kinyi kitafata hapa, sasa tunataanza kusaga sombe zetu sasa. Na sombe zetu njoo hizi hapa, tunatakaanza sasa kazi ya kusaga sombe zetu mwa mashini. Hapa tutakuwa tunatia sombe kidogo, tunatia matungulu, tunatia aubergine, tunatia nama kwa hivyo tunasagia limao mpaka saa tutamaliza sombe zetu zote. Hivi ndio tutasaga sombe zetu polepole polepole. Hapa sasa tunaanza Sombe, sombe, sombe, tunatwanga sombe, mapishi ya sombe kwa ngufu jamani. Hey, sio mchezo hapo. Filmi nakuisha ya kutwanga sombe, tunamaliza. Okay, tunamaliza sasa kutengeneza sombe zetu. Unaona sasa, unaona mambo hapa. Tunataka tuzifunge sasa masashe Baadaye tutie mufrigo hmm? Msisao kama hizi sombe ziko, sombe za fresh hmm? Zile za kutoka shambani njoi zitunamaliza, matokeo njoi. Tunataka tuzifunge masashe, tuweke ndoivo mashini yetu njoi yapa. Kama unaitaka, unakimbilia ku TikTok Shop, kuko mashini za bei chini pale, au unaenda ku Amazon. Hii hapa ni masashe, tunataka funga ndani maambalaje yetu njoizi hapa. Tunataka tunataka funga ndani sombe yetu, kisha tunaweka mfrigo Mm. Masashe njoizi hapa tunataka funga tukutani baadaye hapa. Sasa tunamaliza tunamaliza kutengeneza sombe zetu, tunazifunga masashe, mnaona matokeo ndo haya. matokeo ndo haya. Nataka kukula sombe za mzuri zinye ziko fresh, unapasha nunua sombe zako, unazitengeneza, unazikalanga, unaweka viungo na zanyama. Uliona, tuliweka kila kitu ndani e, tuliweka viungo kabisa wenyewe anaweka kama sombe, tuliweka kila kitu kiko hapa. Hapo sasa, wenyewe vitafata kama utatia nyama, kama utatia samaki, ni wewe peke. Hapa mimi nimeandaa sombe zangu zote ziko fresh hmm? Hapa sasa ni kupika tu, naenjoi. Mwanamke ni kuyua kupika, mwanamke sio makeup hmm? Uchongola makucha kupakala makeup tu kumbe kuma na kumafiga auyue kitu hata hmm? Makeup ni lazima, lakini uyue na kupika hey. Kupakala makeup sio vibaya, lakini jua na kupika njua na kazi ya jikoni eh hey? Anda msosi ndo matokeo hayo sasa. Hapa nasie tunapika sasa sombe, tunatafuta tuonje, tusikie gisi sombe zitakuwa. Bado hatuatia viungo eh, tunataka tutie mawesa yetu. niko hapa ni ya bie sana. Hii mawesa ni ya bie sana hii mawesa ni ya mzuri sana mnayona hmm? mawesa ma mzuri sana tunamaliza kutengeneza sombe hapa, sasa tunajiandaa, tunaenda ku- kupika sombe yetu. Tulibaonesha jinsi tulitengeneza sombe, tunatwanga, tunamaliza hmm. kwa hiyo hapa tunaanza sasa kazi ya mafiga. Hey, tulishikata kidole, tunaanza kazi ya mafiga. Sombe zetu mliziona ka hmm? Mnanua sombe za fresh, mzitwange Msutwange, mpike sombe za mzuri. Hii sombe inakuwa bia sana, na hivi naivyaka mzuri eh, ndo hivyo mama, mamo njo hivyo tena ilikuwa hmm? mwanamke chiko